Kwa jina naitwa Steven Lusinde ni makamu mwenyekiti wa machinga Tanzania, lakini ni mwenyekiti wa machinga katika eneo la Kariakoo. Sisi wafanyabiashara Kariakoo tunaendelea vizuri kimsingi, na e, nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais lakini pia mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam. E, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwa vyombo vya ulinzi na usalama, lakini kwa mikoa na mkuu wa wilaya kuondoa Uh, ile lockdown ambayo tulikuwa tumepewa ile ya siku tano, lakini nafikiri kwa sasa sisi tunaendelea vizuri na shughuli zetu zinaendelea kama ulivyoona huko chini, shughuli zinaendelea. Kwa hiyo sisi tupo tunaendelea kupambana na majukumu yetu ambayo tunayafanya ya kila siku ya kutafuta riziki. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa alitoa maelekezo kuna baadhi ya barabara, kwa mfano barabara ya Kimara lakini na barabara ya Mbagala ambazo zilikuwa eh, fanyika uharibifu kwa hiyo mkuu wa mkoa akawa ametoa maelekezo kwamba kwa sasa vyombo vinavyohusika viruhusu madaladala njia hizo zipite kwa ajili ya huduma za wananchi, kwa sababu mwendokasi, mpaka wafanye tathmini, waone uharibifu kiasi gani, alafu ndeni watatoa taarifa kwa umma kwamba lini e, mwendokasi zitaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kwa sasa tunaona pilika pilika Kariakoo na maeneo mengine, na nitoe wito tu kwa Watanzania na wananchi na wana wengine nje ya nchi wanaopata huduma katika eneo letu la Kariakoo, sisi tuko salama na shughuli zinaendelea. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tulivuka kwenye lile jambo salama, na hata mpaka sasa tuko salama, shughuli zetu zinaendelea. Hapana, Kariakoo tunamshukuru Mungu, Kariakoo tunamshukuru Mungu zilitaka tukufanyika kidogo asubuhi pale e, makutano round about ya uhuru e, uhuru na Msimbazi, lakini tunashukuru vyombo vya ulinzi na usalama waliwahi kuzima na hakukutokea kitu chochote, na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliendelea kutujalia. Hakuna mwananchi, sio machinga wala mfanyabiashara mkubwa ambaye aliwahi kuibiwa mali zake, kwa hiyo Kariakoo ilikuwa iko salama. Ambae hata hivi, nichukue nafasi hii kumshukuru sana jeshi la polisi hasa Paya, IGP lakini ndugu eh, eh, yetu OCD Msimbazi alifanya kazi kubwa sana ya kuilinda Kariakoo. Kwa hiyo Kariakoo tuliikuta iko salama, na katika hili tu niwaombe vijana wenzangu, Watanzania wenzangu, tuliona ile adha ya siku kadhaa chache tu zile ambazo tulipitia kwenye maumivu makubwa kwenye swala lile la vijana waliotoka barabarani kwenda kuandamana lakini mwisho wa siku serikali ikatuambia tukae majumbani, tumeona namna ambavyo tumepata tabu. Kwa hiyo kiufupi e, kuna mambo ambayo tumejifunza, na kwa sababu tumejifunza, mimi ni waombe sana wa Tanzania na Zanzibar, kwamba tuachane na haya mambo, turudi kama taifa, na nafikiri serikali e, imeendelea kutoa njia na mwanya, kwamba turudi tuzungumze kama taifa, kama kuna changamoto, kama kuna nini, turudi kwenye ile misingi ambayo wazee wetu, waasisi wetu wa, wa taifa letu waliijenga toke awali kwamba lazima kama kutakuwa na kasoro kama kunakuwa na jambo lolote turudi chini tuende tukazungumze ili kuhakikisha Watanzania na taifa kwa ujumla, baina ya viongozi na sisi wananchi wa kawaida, tunakwenda pamoja kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi zilizowekwa. Kwa hiyo nitoe rai kwamba mambo yaliyotokea sio mambo mazuri kimsingi hasa katika tamaduni zetu za Kitanzania, kwa turudi kwenye ujamaa kwenye Utanzania wetu. Tanzania sisi tunapendana, na kama ilivyo ada, unamkuta mtanzania ameoa e, Mgogo kaoa Mmakonde, Makonde kaoa Mnyakusa, hali kadhalika hivyo hivyo. Mwanajeshi ameoa raia, askari polisi anakaa nyumba ya ya, ya raia kapanga, anatoka asubuhi na magwanda yake anaenda ya kazini. Sasa tusifike mahali sasa tukiona askari ni adui, tukiona mwanajeshi ni adui, tukimwona raia ni adui, hatutojenga taifa zuri lenye amani lenye upendo. Waturudishe upendo wetu kama wa Tanzania ili tuishi. Viongozi na wadau ambao tunaamini labda pengine kama wanahisi kuna changamoto warudi wazungumze, ili sisi watu wengine huku ambao tunatoa huduma ndogo, ndogo ndogo za manunuzi, kununua na kuuza, basi na sisi tuwe na amani, tuendelee kufanya shughuli zetu za kila siku.